Mtazamaji, baada ya wizara ya kilimo kutangaza kukodesha kampuni ya kusaga sukari ya Nzoia, West Kenya Sugar waliokodi kiwanda hicho wamekabidhiwa shughuli za kuendesha kiwanda cha Nzoia rasmi. Anaarifu zaidi. Kwa miaka 30 ijayo, kampuni ya sukari ya Nzoia itaendeshwa na kampuni ya West Kenya inayomilikiwa na Rai Group chini ya mwenyekiti na mfanyabiashara maarufu Jason Rai aliyekabidhiwa kiwanda hicho Jumamosi hii tarehe kumi mwezi Mei katika zoezi lililofanyika katika kampuni ya Nzoia. Mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya sukari ya Nzoia, Alfred Hangati, amesisitiza kuwa kiwanda hicho hakijauzwa, ila kukodeshwa kwake kutasaidia kuimarisha utendakazi wake mbali na kuwalipa wakulima na wafanyikazi kwa muda Soni, Chemili, Moroni. Naye mfanyabiashara maarufu Jason Rai ambaye ni mwenyekiti wa Rai Group inayomiliki West Kenya Sugar ameelezea kujitolea kuimarisha sekta ya sukari kwa kukifufua kiwanda hicho cha Nzoia kwa kuwekeza kikamilifu katika shughuli za kukuza miwa na kukipa tena uhai kilimo cha miwa.

kwani Wizara ya Kilimo ilitangaza pia kukodeshwa kwa viwanda vya Chemilil, Sony na Muhoroni. Nick na Bangi, West TV.